Nataka nikuelekeze vitu vingi katika Qurani ndani ya dakika kadhaa. Ushawahi kuziona alama hizi ndani ya Qurani na unajua zinamaanisha nini? Hizi zinaitwa alama za visimamo, zinakueleza wewe wapi usimame na wapi uendelee, ili kuifanya sentensi ilete maana nzuri na usomaji wako uwe ni wa kifasaha zaidi. Hii ya kwanza inamaanisha alwaqfu llazim, yani unapoiona lazima usimame. Hii ingine inaitwa alwaqful mamnu Ukiiona hutakiwi kusimama, endelea. Na hii inaitwa alwaqfu jaiz, yani yenyewe ni hamsini ya hamsini, kusimama ni ruhsa na kuendelea ni ruhsa. Ila kuna hii inaitwa swila, unaruhusiwa kusimama lakini kuendelea ni bora, hivyo katika mia moja unaweza ukaipa thelathini kusimama, sabini kuendelea. Na hii ni kinyume chake, inaitwa qila, ikimaanisha unaruhusiwa kuendelea lakini kusimama ni bora, hivyo kusimama utaipa sabini na kuendelea utaipa thelathini. Haya na mengine yote insha Allah tunakuja kujifunza darasani kwa maswali na discussion zaidi hapo tarehe moja Disemba. Nitumie SMS WhatsApp inayosomeka Quran Project Disemba, na insha Allah nitakuwa na kungoja tukutane darasani.